Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji ya ura imetangaza bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli hapa nchini kwa mwezi Aprili zitakazotumika kuanzia Aprili mbili 22 taarifa inaonyesha kuwa Gharama za uagizaji mafuta zimepungua kwa wastani wa asilimia 6.08 kwa mafuta ya petroli, asilimia 7.09 kwa mafuta ya dizeli na kuongezeka kwa asilimia 1.11 kwa mafuta ya taa katika bandari ya Dar es Salaam, huku bandari ya Tanga kukiwa hakuna mabadiliko, na kwa bandari ya Mtwara zimepungua kwa wastani wa asilimia 4.00 kwa mafuta ya petroli na dizeli. Katika bei kikomo kwa Aprili 2025, bei za mafuta katika soko la dunia zimepungua kwa asilimia 6.92 kwa mafuta ya petroli, asilimia 6.57 kwa mafuta ya dizeli na asilimia 7.82 kwa mafuta ya taa mtawalia. Bei zinazozingatiwa za mafuta yaliyosafishwa ni za soko la Uarabuni. Kwa bei za mwezi wa Aprili 2025, wastani wa gharama za kubadilisha fedha za kigeni umeongezeka kwa asilimia 1.91. EWURA inawakumbusha wafanyabiashara wa bidhaa za mafuta kwa jumla na rejareja kuuza mafuta kwa bei zilizoidhinishwa.